Nilipanda za ningefanya nini? Nilijikuta najitetea, sababu napanga tunaoni, ila fande, sio kwamba nauza mimi mwenyewe nauziwa, ila kesa rogai fande, nimesingiziwa. Afande legeza kamba ili niweze kukupanga afande yote sababu ya mchuba, ndiyo maana minaiba afande Mchumba wangu ananuna, yani kila joni anataka tukula vinyama. Sina kitu, sina pesa, sina shoo na fosi sana. Ndo maana unaona hivyo naiba, kwa sababu sina maana, na ndo maana afande mimi na fosi kila kona, na pambana mimi na mwamini Maulana, ili kesho yangu na mimi weze kwa njema. Afande gezeka